Sisi tulioko Tanzania na tunaoishi hapa tunaona maisha na tunaisha ma maisha ya Tanzania. Waache habari ya kusema wanataka kuiondoa CCM kwa njia tofauti na ya kura, kwa sababu zimebaki siku hata 14, sidhani kama zinafika. Sasa hivi ni rahisi, waende wakapige kura nyingi, yaani ile hasira yao, wa, wa, wa, wapige kura nyingi kukipigia chama cha CUF ili CCM iondoke madarakani. Wapige kura nyingi, wakizipiga kura nyingi kwangu nitatangazwa niwahakikishie Watanzania nitatangazwa, hakuna atakayezuia mimi kutangazwa kuwa rais, kama kura zitakuwa zimetosha, kwa sababu wakifanya vurugu, wanamfanya Samia aendelee kukaa pale. Kama hawamtaki, wakatumia hii njia ya haki iliyopo, kwa sababu bado inawezekana kabisa kufanya hivyo. Hatujafikia hiyo hatua ya kusema kwamba sisi tuanze kuiga sasa kuwa na sifa ya, ya, ya Madagaskar kuwa na sifa ya si Moroko kule jenzi sije na nini na vitu hivyo. Tunao uwezo wa kubadilisha utawala Tanzania bila vurugu yoyote, bila kumwaga tone la damu ya mtu yoyote. Mimi siko tayari kuona tone la Mtanzania lina, lina, lina, lina mwagika kwa sababu tu ya kutaka kubadilisha madaraka wakati tunao uwezo wa kubadilisha madaraka ya kubadilisha serikali kwa njia ya amani, ambayo sasa hivi CCM imechoka kabisa na ni rahisi kabisa sasa hivi kuiondoa CCM madarakani. CCM ya sasa hivi tukiiacha iendelee kuwa madarakani wakati unaokuja utakuwa mgumu sana kuiondoa CCM kwa sababu itakuwa stable. Najua hivyo mimi. CCM ya sahivi ndo the weakest CCM katika historia ya CCM navyoijua mimi. Kwa hiyo tukatumie tu muda huu wetu, tarehe ishirini na tisa watu waende wengi kabisa kupiga kura na wakanipigia mimi, Gombo Samandito Gombo, ili niweze kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakuwa wamechagua haki Watanzania, watakuwa wamechagua kutokomeza utekaji, watakuwa wamechagua kutokomeza rushwa watakuwa wamechagua kutokomeza matumizi mabaya ya pesa za serikali wakinichagua mimi. Lakini wakisema wakavuruga waka uchaguzi, watakipa Chama cha Mapinduzi nafasi ya kuendelea kwa sababu kama hakuna uchaguzi, maanake lazima nchi iwe na rais, nchi haiwezi kuwa haina rais. Na kama watataka rais asiwepo, maanake wanatangaza vurugu, vurugu ambayo sisi hatuitaki. Na kama vurugu ikiwepo, hawatapata kitu ambacho wanakihitaji kwa wakati huo, kutakuja kitu kingine tofauti na wanachokitaka. Sasa hatutaki hiyo vurugu. Mimi napinga kwa nguvu zote hiyo habari ya kutotaka watu kwenda kupiga kura. Wakapige kura, wabadilishe vizuri serikali, wapige kura nyingi kwenye chama cha wananchi CUF, ili waweze kupata haki. FM